Ni wakati wa kuvunja ngome katika maisha yetu. Leo tutatoa mawazo machafu, hisia mbaya na tabia zinazotuzuia kufurahia maisha ambayo Mungu ametupangia. Je, umewahi kujisikia kama shujaa anayekabiliana na vita vinavyoonekana kuwa vigumu kushinda? Ni kama mishale ya mawazo yanayokuambia haufai na unahisi kukata tamaa, ikikuacha ukijisikia dhaifu, mnyonge na kushindwa. Lakini leo ninakujulisha kwamba Mungu ndiye kamanda mkuu anayeweza kutupa silaha za kiroho tunazohitaji kupambana na mashambulizi ya adui na kutoka vitani kwa ushindi. Leo tunaangazia jinsi tunavyoweza kutupa mbali hofu kutoka maisha yetu na kuchukua silaha za Mungu ili kubomoa ngome za mawazo mabaya na kutembea katika uhuru na ushindi wa Kristo. Tutaomba pia sala yenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo tazama hadi mwisho, nafungua moyo wako kupokea baraka za ufahamu na sala. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kumi mstari wa tatu hadi ne, Mtume Paulo anatukumbusha kuwa, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa maana silaha za vita vyetu si za mwili Bali zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome. Katika safari yetu ya imani, mara nyingi tunakumbana na vita vinavyopima msimamo wetu. Hizi si vita vya mwili bali ni za kiroho vinavyohitaji mbinu za kiroho na msaada wa kimungu. Habari njema ni kwamba Mungu tayari ametupatia kila kitu tunachohitaji ili kuweza kushinda. Kila kitu tunachohitaji kuondoa uhasi tunapomtegemea Mungu na kutumia silaha alizotupatia. Hakuna ngome iliyo na nguvu sana, hakuna adui mwenye nguvu kupita kiasi, na hakuna vita vigumu sana. Hatua ya kwanza ya kutupa mbali hasi ni kutambua ngome ambazo zimekufanya kuishi maisha ya utumwa. Ngome ni nini? Ngome ni mawazo au hisia ambazo adui hutumia kutufungia kwenye mizunguko mibaya ya mawazo na tabia. Ngome hizi hujitokeza kwa sura mbalimbali kama vile hofu, wasiwasi, msongo wa mawazo, uraibu, kutosamehe, uchungu, kujidharau na nyinginezo. Zinafanana na kuta za Yeriko zinazoonekana kama hazibomoki, lakini kwa msaada wa Mungu zinaweza kuangushwa. Katika Hesabu sura ya kumi na tatu mstari wa ishirini na saba hadi nane tunaambiwa jinsi wapelelezi kumi waliotumwa na Musa walivyoliletea taifa la Israeli habari mbaya kuhusu nchi ya ahadi. Habari hiyo iliweka ngome ya hofu na kutoamini ndani ya mioyo ya Wanaisraeli, na hivyo wakaishia kutangatanga jangwani kwa miaka arobaini. Mara ngapi tunaruhusu habari mbaya ya mazingira yetu, makosa ya zamani, au maoni ya wengine kuweka ngome za hofu ndani yetu? Tunaweza kujiona kama panzi mbele ya changamoto, lakini tunamhudumia Mungu aliye mkuu kuliko kila jitu tunalokutana nalo. Paulo anatuambia katika Wakorintho mbili sura ya kumi, mlango wa tano, tuangushe mawazo na kila kitu kilichoinuka kinyume cha maarifa ya Mungu na kuteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Vita vya mawazo mabaya huanzia kwenye akili zetu. Mawazo yoyote yanayopingana na kweli ya neno la Mungu lazima yashughulikiwe na kuchukuliwa mateka kumtii Kristo. Tusikubali tena kufungwa na uongo wa adui wa Kristo. Badala yake tuzijaze akili zetu na ukweli wa Mungu kwamba sisi ni zaidi ya washindi kupitia Kristo, Warumi 8:37. Tumefanywa haki katika Kristo, Wakorintho 2 sura ya tano mlango wa ishirini na mbili Tumefanywa kwa ajabu na wakutisha, Zaburi 139 mlango wa kumi na ne, na tumependwa kwa upendo wa milele Yeremia thelathini na moja mlango wa tatu Tunapotafakari ukweli huu, ngome zinaanguka na tunaingia katika uhuru. Hatutakuwa tena watumwa wa hofu au huzuni, bali wenye furaha, amani na uhuru kamili. Chukua tathmini ya mawazo yako, tambua ngome zozote zinazokuzuia. Usiogope, lakini zikabili kwa kweli ya neno la Mungu. Kumbuka, haupigani peke yako, Mungu yupo nawe na tayari amekupa ushindi. Kujisalimisha kwa Mungu ni hatua inayofuata. Hii inahitaji moyo wa utii na wa kujiachilia ili Mungu akutakase, akuponye na akubadilishe kutoka ndani. Tunapotoa nafasi kwa Roho Mtakatifu, matunda yake huanza kustawi: upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, uaminifu, upole na kiasi. Tunapoishi kwa ukweli wa Mungu, tunajiona na wengine kwa macho ya neema badala ya hofu. Tunakuwa wenye rehema, wasamehevu na tayari kutoa neema kwa watu kama tulivyopewa na Mungu. Yesu alikuja kutupa maisha ya baraka tele, maisha yenye kusudi, nguvu na tumaini yasiyotawaliwa na mawazo hasi bali yamejengwa juu ya upendo usiobadilika wa Mungu. Kubadilisha mawazo kwa neno la Mungu. Mabadiliko ya kweli huanza kwenye akili. Warumi kumi na mbili mstari wa pili inasema wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufaniwa upya nia zenu. Tunahitaji kulisha nafsi zetu kila siku kwa chakula cha kiroho, neno la Mungu. Waebrania ne mstari wa kumi na mbili inasema maana neno la Mungu ni hai tena lina nguvu. Tunapolitafakari, kulisoma, kulihifadhi na kulitenda, neno la Mungu Linakuwa silaha dhidi ya uongo wa adui. Linatufichulia maeneo ya mioyo yetu ambayo bado yamefungwa. Efesini sita mstari wa kumi hadi kumi na moja inasema hatimaye, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika nguvu ya uweza wake, vaeni silaha zote za Mungu. Silaha hizo ni ukanda wa kweli, diri ya haki, viatu vya Injili ya amani, ngao ya imani, kofia ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Tunapovaa silaha hizi kila siku, tunakuwa tayari kupigana, kushinda na kuendelea mbele kwa imani. Yeremia 29 mstari wa 11 inasema maana najua mawazo ninayowaja juu yenu, asema Bwana ni mawazo ya amani na kuwapa tumaini wala si ya mabaya. Hii inamaanisha kuwa tunapaswa kuishi kwa utii hata kama njia ni ngumu. Katika Yoshua tatu tunasoma jinsi Israeli walivyovuka mto Yordani kwa imani. Kadiri walivyotii, Mungu alifungua njia. Ndivyo ilivyo leo, tunapochukua hatua ya imani Mungu hutenda miujiza. Mstari wa kumi inatuhakikishia kwamba tusiogope maana Mungu yu pamoja nasi. Basi tuombe Mungu atuongoze katika safari hii. E Mungu wa rehema, Baba wa milele, ninakushukuru kwa maisha na baraka zako. Ninasimama mbele zako nikikiri dhambi zangu, nisamehe na nami na wasamehe walionikosea. Nakataa kila ngome maishani mwangu kwa jina la Yesu. Nawafunga pepo wa hofu, huzuni, msongo na kujidharau. Ninatangaza ushindi kupitia Kristo anayenipenda sasa. Nakusihi unifanye upya, unifundishe kutafakari neno lako usiku na mchana, nijaze kwa roho wako Mtakatifu, nikinge, unipe amani na uniongoze. Ninavua mzigo wa zamani na kuvaa uzima mpya katika Kristo. Nakiri kuwa hakuna silaha yoyote iliyoandaliwa dhidi yangu itakayofanikiwa. Kwa jina la Yesu. Amina. Mwisho, ikiwa umebarikiwa na ujumbe huu, andika amina katika sehemu ya maoni. Pia unaweza sambaza maarifa na maombi haya kwa familia na marafiki wapate baraka hizi. Asante na Mungu akubariki tele na tele.